Ni safari ya kuelekea shule ya msingi Mitindo katika maadhimisho ya siku ya hedhi salama duniani ikiongozwa na kampeni ya Furaha ya Binti Season 2 na imeratibiwa na Afya Redio. Katika kuadhimisha siku ya hedhi salama duniani, Mei 28 mwaka 2025, Afya Redio kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wamekabidhi msaada wa taulo za kike pamoja na vifaa vya shule kwa wanafunzi wa shule ya msingi Mitindo iliyopo wilayani Misungwi mkoani Mwanza msaada huo umejumuisha taulo za kike, madaftari, vitambaa maalum vya shule kwa ajili ya wanafunzi wenye ulemavu wa ulema ngozi albino, pamoja na katon za maji kwa ajili ya wanafunzi wanaojihusisha na, na masuala ya michezo hapo shuleni. Tukio hili limefanyika ikiwa ni sehemu ya kampeni ya Furaha ya Binti Season Two mwaka elfu mbili na ishirini na tano, ambayo mwaka huu imefanikiwa kuwafikia zaidi ya wanafunzi elfu moja waliopo katika shule hiyo. Kampeni ya Furaha ya Binti inalenga kuongeza uelewa kuhusu afya ya hedhi kuondoa unyanyapaa na changamoto zinazowakumba wasichana shuleni hasa wale wa mazingira ya vijijini na wenye mahitaji maalum. Maana yake tunapokuwa tuna fagia, si tunafanya usafi? Yeah. tunapokuwa tuna fua, si tunafanya usafi? Yeah. tunapokuwa tuna deki, si tunafanya usafi? Yeah. Tunapoosha vyombo? Yeah. Ehe, kwa hiyo tunapozungumza swala la usafi, tunakuja kwenye swala zima la namna ya kujisafisha mtoto wa kike wakati unapokuwa kwenye kipindi cha hedhi, hedhi ili usi, usipate magonjwa, unatakiwa kujisafisha kwa maji wakati wa waku, wa kuenda kubadilisha pedi au wa kabla ya kubadilisha. Wakati wa kubadilisha pedi unatakiwa ujisafishe, na wakati wa baada ya kutumia pedi unatakiwa ujisafishe pia, sawa eh? maana yake sasa tunachokitafuta wakati unapoanza kujisa- unapoanza kubadilisha ile pedi yako au taulo ya kike, maana yake tunachokitafuta ili wale bakteria ambao pengine unaweza ukawa unao mikononi wasiweze kuingia kwenye ile taulo yako ya kike. Tunaelewana? wasiweze kuingia, maana yake wakiingia tunajua uke wa mwanamke. Jamani, naomba ni niongee tuki tuelewane, au ninatumia lugha kali? Tunapozungumzia swala la uke wa mwanamke ni kitu ambacho ni sensitive sana, hakihitaji kupata infection zozote. tunaelewana? yeah. E, sayansi haina aibu, sayansi haina aibu jamani, naomba mniwe radhi, hatutakiwi e, kuficha. Kwa hiyo tunapozungumza swala hilo inahitaji kwamba umakini wa hali ya juu, na ndio maana tunapozungumza swala la usafi Mtoto wa kike unapotaka kubadilisha pedi yako, unatakiwa uhakikishe umenawa mikono kabla ya kubadilisha. Sawa? yeah. Na ndio maana tunatamani mazingira ya shule, nimeona kuna matenki ya maji, uwezekano wa maji uwepo, kwamba mtoto anapokwenda kubadilisha ahakikishe amenawa mikono yake vizuri, akishamaliza anaweza kubadilisha, na baada ya kubadilisha anatakiwa pia anawe mikono tunaelewana. Lakini pia na pale unapokuwa umeenda kubadilishia, tunasikilizana? Watu wa kike, unapokuwa umeenda kubadilisha, hakikisha unapaacha safi, usiache damu, tunaelewana? E, ukiacha damu damu pale zinaweza zikaleta infection kwa watu wengine ambao wanaweza kutumia kile choo au kile chumba ambacho umekwenda kubadilishia tunaelewana? Ndio. Halo? Yes. Halo? Yes. Ninatamani kuona kama mnanielewa. Kuna watu wanaonielewa, mnanielewa vizuri? Kwa nini tu, kwa nini tufanye usafi? Kwa nini tusafishe mazingira ambapo tunatumia, tunasafisha au tuna tunafanya tuna, tuna usafi kwa lengo la kujikinga na magonjwa, kwa sababu uchafu siku zote unaweza ukasababisha magonjwa, tunaelewana? Lakini tunapozungumza swala la usafi, pia ni pamoja na namna ya kuhifadhi pedi tunazotumia. Kuna wengine wanatumia vitambaa, kuna wengine wanatumia hizi pedi za dukani, ambazo wanatumia mara moja na watakiwa kuzitupa, hataki kurudia tena wala kuifua kwa tun, namna ambavyo tunatakiwa kuhifadhi ni sehemu mojawapo ya usafi kwa sababu usipopata elimu hii tunaweza kujikuta tukitembea huko mtaani unakutana na pedi imezagaa eh? Maanake tayari tukiwa tunatupa ovyo tunaweza kujikuta tunapata mlipuko wa magonjwa. Halo, yeah. E, isipohifadhiwa vizuri tutakutana na mlipuko wa magonjwa ambapo ni kitendo ambacho kimetokana na uchafu badala ya kufanya usafi. Tunahifadhi kwa namna gani? Hizi ambazo zime, zime, zinatumika kwa mara moja na kutupwa zenyewe tunaweza kuzihifadhi kwa kuzichoma. Tunaelewana? Zinachomwa au zinazikwa. Tunaelewana? Au kama shule ina choo cha, cha shimwe eh? Kama shule ina choo cha shimwe manake ni njia rahisi ambayo tunaweza kutupa zile pedi ili zisizagae wala zisiendelee kuleta uchafu kwenye mazingira yetu. Tunaelewana? Kama mnachoma moto, basi mnafanya vizuri sana kwa sababu tukishaziacha pengine wewe umetumia mtoto wa kike ukiiacha ikazagaa, maana yake utasababisha mlipuko wa magonjwa, si kwako tu, hata kwa baba yako, kwa kaka yako ambaye yeye hausiki na swala hilo, si tunaelewana? Kwa hiyo tunapokuwa tunafanya usafi, tunapozingatia usafi, tunawalinda na wale walioko karibu yetu, tunaelewana. Kwa wakati mwingine tunapofanya usafi, tunahitaji umlinde na jirani yako, umlinde kaka yako, umlinde baba yako, kwa sababu mlipuko wa magonjwa utatufanya sisi sote kuathirika. Sio kwamba atakayeathirika ni mwanamke peke yake au ni mwanaume peke yake, hata wewe ambaye umeshindwa kufanya usafi, umeshindwa kuzingatia usafi, huu mlipuko wa magonjwa utakukuta hata wewe, kwa sababu unatuchafulia hali ya hewa pia. Hivi unajisikiaje ukiwa unatembea ukakutana na zile pedi zimetupwa? Si unaona kila mtu anaanza, ushakutana nayo mmm, ushakutana nayo nayo, ulijisikiaje eh? Ulijisikia vibaya kweli. <laughs> kama mimi aisee, natapika kabisa <laughs> Kwa hiyo unaona jinsi inavyokuwa ni hatari sana eh? Kwa hiyo ni vizuri tukawa tunazingatia usafi kwenye mazingira yetu, kwenye maeneo yetu, namna ya kuzihifadhi. Lakini zile ambazo kuna zingine ambazo tunasema ni zile za kufua za, reusable za kufua ambayo unaweza ukatumia baadaye ukaifua, unatakiwa unapoifua, au mwingine anatumia vitambaa, unatakiwa unapofua, hakikisha unafua na maji safi na salama, sawa eh? Pengine inaweza ikawa ni ngumu kupata ya salama lakini hakikisha yawe masafi sawa eh? Tunaelewana watu wazuri yeah. Na unapofua hakikisha unaanika juani usianike chini ya godoro halo yeah. Eh, kuna wale ambao wa akishamaliza kufua hata kama ni chupi yake ya kuvaa akishafua, yani yeye anaenda anadumbukiza chini ya, ya, ya, ya godoro anabinua godoro ana anaweka kule chini, akija anakaa siku moja, siku ya pili lile joto anapokuwa akilala linakausha. Akimaliza kesho yake kesho kutwa anachukua anafanya nini? Anavaa. Lakini unapovaa kumbuka, haujaua bakteria, unatengeneza fangasi ambazo zinakuja kuathiri mfumo wako wa uzazi. Tunaelewana? halo halo. Kwa hiyo hakikisha unapofua iwe ni nguo yako ya ndani ambayo ni chupi, hakikisha unapofua unaanika juani. Na unapoanika juani hakikisha kama kuna mazingira mazuri ambayo unaweza kupata hata pasi, ukanyoosha kile kitambaa ambacho unatumia itakuwa ni vizuri zaidi kwa sababu unakuwa umeua nini? Bakteria. Tunaelewana? lakini pia kitambaa chako ambacho unatumia wakati wa hedhi hautakiwi kushare na mwingine, sio? Mko mko bwenini, ai se niazime cha kwangu, akijakauka hebu ni azime chakwako, ni nikimbia darasani. Hatuazimani. Kwa hiyo eh, hey, hatuazimani kabisa. Unatakiwa cha kwako kiwe cha kwako, tunaelewana e. Na pia usije ukachukua kinachofanana na cha mwenzako, usije ukajikuta mmebadilishana bila kujua, kwa sababu unaweza ukajikuta unapata magonjwa, unajiuliza hivi, nimetoa wapi? Kumbe mwenzako alikuwa na infection, ana maambukizi na wewe ukayapata. Kwa hiyo hakikisha usishare au usitumie na mwingine hivyo vifaa ambavyo unavitumia wakati wa hedhi, tunaelewana? Na pia kwa wavulana wapo hapa? Ah, hawapo. Sorry, nilikuwa nimesahau. Ah, wapo. Aha. Wangekuwepo ningezungumza zaidi kwa sababu wakati mwingine na wao wanatakiwa kuwasaidia watoto wa kike wanapokuwa kwenye kipindi chao cha hedhi, kwa sababu kuna wakati mwingine mtoto wa kiume anaweza akajikuta akimwona msichana ame, pengine amekaa amejisahau akajikuta amechafuka, anaanza kumzomea na oh, huyo ona oh, oh, ona. Sasa ukifanya vile unamwathiri kisaikolojia. Kiangalia ipedi kwa huku nyuma kuna kama kikaratasi hiki, umekiona hiki? Hichi kikaratasi kina gundi, sawa kwa utakapochukua ile chupi yako utabandua hiki kikaratasi, sawa. Utabandika ndani ya nini, kinakaa pale kinafanyeje? Kikisha kaa, unabandua hiki kikaratasi cha mbele hapa, kinakaa huku na huku, sawa, alafu unavaa Unafanyeje wakati wa kuivua? Utaibandua tu karatasi yako vizuri, yenyewe gundi yake ni rahisi kutoka. Halafu unaikunja pedi yako unaifanyeje? nikisha kunja, sinaona imekunjika hivi, unaenda kuifanyeje? kuichoma au kufanyaje? Kuivika. Asanteni sana, mmenielewa ndio? Asante sana.